hali yake ya afya ilianza kutokuwa na hii ikiwa ni baada ya kushambuliwa na kiharusi, na akaanza kutoa hukuma ya matibabu mpaka siku hiyo ya Jumanne jioni ya tarehe kumi na sita mwaka. Mwenyezi Mungu alikupenda akurudishe kwake. Kwa dada mpenzi wa Yasinta, ndugu jamaa na marafiki na kwa namna ya pekee ndugu yake ndugu yetu uabetusi aliyehudumia siku zake za mwisho. Hali hii itakuwatamuwapitea sana tukikumbuka kuwa ni miezi sita tu iliyopita walipomwaga mdogo wake na askofu mkuu gama marehemu profesa Sumba ambaye wakati fulani alijitolea kuuguza kaka yake alipokuwa nnzela na baadaye

Kuzangu katika Kristo, kama binadamu hatuwezi kweba hale muzilimu na kuomboleza kifo cha mzee wetu huyu tunayemwane leo. Nawaombeni tuendelee kukuwa katika imani na matumaini, tukibarikika na kujiaminisha kwa ndugu yetu huyu, atapumzika katika baha ya milele huyu ambapo hakuna mauiu

wateule hawa wa Mungu waliometa beta na ambao Bwana atambiki lele ndani yenu, hayo mema tunayomwombea ndugu yetu huyu aliyelala hapa kati yetu. Kwa wale waliofahamu au wale walogohatika kukutana naye hata kwa muda mfupi, wataungana naye wakisema kuwa kweli mtu huyu anastahili, na tufurahi waniale aliyasema Yohana, katika waraka wake wa kwanza, tulisikia evebuude kuwa sisi tunajua ya kuwa tumepata na tumepiga nyoni ya mautiki kuingia uzimani kwa maana yawapenda Mungu. Ni maneno ambayo yanapangwa vizuri sana. Ndugu yetu huyu ambaye kwa sababu ya upendo wake mkubwa usio pakuwa, alionyesha wakati akiwa hai na tumuone kama mtu ambaye alishapita kutoka mautini na kuingia uzimani kwa mema mengi ya upendo aliyoyapeleka au kuyawezesha afike. Yani kwa wengi, askofu mkuu Novatus hakuwa kama hao wabaya wanaosemwa kwenye soko hilo, yaani wale ambao hawapendi na hivyo wakakaa katika mauti, wale wanaowachukia ndugu zao wa. Kwa namna hiyo wakawawake. Yeye alikuwa kinyume namao, hakuwa mumu wake, bali mtu alieeleza maisha, furaha na matumaini ya watu wengi waliokutana nao. Wana jimbo la kukuba, tukianza na maaskofu wapate wamago waku na waamini walee, mnayafahamu hayo. Na naifahamu furaha ya kuona matumaini aliyowaletea watu mbalimbali neinguyo Askofu Novatus, mambo mema mengi aliyowaletea watu binafsi na jumuiya hapa zilizoko hapa Jikoni, zimebaki na majina ambazo kwazo nawaomba kumkumbuka na kwazo na kumwombea kumumbe daima, ili Mwenyezi Mungu ampokee katika upande wake wa mbinguni.

uamuzi kui ufale kupenda maletwe na zikuhapa zi mno. Upendo wake hapa Tanzania haukobana katika jimbo la Bukoba tu, bali ukaenea hata kwenye majimbo mengine nchini Tanzania na hata kwenye jamii yetu ya Tanzania. Kwa hivyo la mwisho, inatosha kuyasoma yaliyokwishaandikwa kuhusiana na moyo wake wa huruma na upendo aliouelekeza wa kwa watoto maskini, na akawezesha kuwapata masista wa Maria ambao wako wanafanya utume kwa faida ya vijana wanaotoka katika familia maskini, wakiwezeshwa kitaaluma na kifundi kwenye masomo haya ya amani kwenye shughuli zao.

pamoja na kumtaja hiyo fadhila ya upendo vilisisitiza na kujugu. Kardinali Protase aliweteza Askofu Rugambwa kama mtu aliyekuwa na imani thabiti, upendo wa kichungaji na kusali, vilivyompa nguvu na kumsaidia katika utumishi wake wa kidiplomasia na katika mahusiano aliyofanya na watu wake wa mataifa, mtu wa uadilifu huruma, uvumilivu, unyenyekevu na mwanzo kuitosaa. Yote hayo yaliwezesha kufanikiwa katika utumishi wake na uma aliitoa. Tunapokuwa tuna uaombea marehemu, liturujia yetu ya kanisa Katoliki kutupa nafasi ya kuadhimisha fungu la Pasaka, yaani na mfuku wa <tipo> Bwana. Ni wakati mama Kanisa anapotaka tuingie katika ukomavu wa imani ili tujue kwamba kifo si kikomo wa maisha bali mwendelezo wa maisha na mwanzo wa maisha ya uzima katika Kristo kwa yeyote aliyokufa akiwa ameungana na Kristo. <tipo> Ndugu zangu, kwa hiyo hayo liyataja hapo juu na yaliyotawala maisha mkulisho Mungu tunayemwombea na kumsindikiza leo, ni waaliva tena, tujiamilishe kuwa amekufa akiwa ameungana na Kristo kwa namna inayostahili, na tumpakie kumziku la deni na la amani katika Mungu aliyempenda. uzangu tunalia na kuhuzunika, kwani tumepata pengo na tutaongoza mchango wake kuliokaile. Wakati huu tukione kifo chake kama changamoto na furaha kwetu. Tumshukuru Mungu aliyetupa zawadi hii ya mtumishi wake, kwa vipaji na uwezo mkubwa uliojaa imani na fadhila za ni furaha kwetu, maana Askofu Mkuu Rugambwa alikuwa ni zawadi kote kikuhudumia, na kaonyesha kuwa ni rahisi kuipata na kuleta furaha ya Mungu na mtukufu wake, na tukaanza kuona tukiwa bado hapa duniani. Kifo chake kinatuachia pia yes, changamoto ambayo ni kazi ya kujitahidi kufuata nyayo zake na kuwa tayari kuyafanya ya mema aliyoyatenda na ya kuonekana wazi yenye sababu. Mwisho, kifo cha ndugu yetu huyu aliyerudi kwa Muumba wake katika umri wa miaka sitini na saba na sio themanini au tisini, kitukumbushe kwa maisha yetu ya hapa duniani kupita haraka, kama rafiki yangu mmoja aliniambia siku moja ni kwamba sisi tunatendea na kifo nacho kifo takkwi tunapasa, kumbe, tujiweke tayari daima kama wale wanawali watano wenye busara tuliowasikia kwenye sehemu ya Injili ya Mathayo iliyosomwa leo, ili kifo, yani huyo mwanaarusi, kinapokuja kikukute, tuwe tayari kuingia naye arusini mbuu kwenye furaha yake isiyo na mwisho. Basi ndugu zangu, tuendelee kujiandaa na kuwa tayari kwa ajili ya kukutana na Bwana wetu katika utukufu, tukiwa tumezijaza mafuta kaa zetu, yaani kwa kuimarisha imani yetu, tukimfuata Kristo katika maisha yetu kwa maneno na matendo yenye kumpendeza Mungu na jirani, ili siku aliyeshuhudia imani yake kwa tabasamu hata alipokuwa kwenye mateso na akajiadilisha kwa Mungu. Tubaki tubati naye na kifo kisitenganishe. Mwisho kabisa tuwaombe malaika wakuu siku kuu na Gabrieli leo skuna wawe naye.